Karibu tena. Zaidi ya vijana 150 kutoka Kisii wamenufaika na mpango wa elimu ya kidijitali ili kuwawezesha kujitegemea na kukabiliana na uhaba wa kazi miongoni mwa vijana. Mpango huo unaofanikishwa na Wizara ya Elimu unalenga kuwainua vijana mashinani kwa kuwapa ujuzi wa kidijitali, ikibainika kuwa ni asilimia 38 pekee ya vijana mashambani ambao wana ujuzi wa mitandao. Crispin Otieno ana mengi zaidi. Vijana kutoka familia zenye mapato ya chini katika kijiji cha Mokubo, eneo bunge la Bomachoge Borabu, kaunti ya Kisii, wanasoma ndani ya lori hili la kidijitali lililojengwa kama darasa. Ni lori ambalo limekuwa likizunguka maeneo mbalimbali kutoa elimu ya kidijitali kwa ushirikiano na Wizara ya Elimu ili kufanikisha masomo ya mitandaoni hususan mashinani. Priska Mora ni moja kati ya vijana ambao sasa wanajihisi kuwa tofauti baada ya kufuzu kufuatia masomo ya mitandaoni. Anawahimiza: wanadada wenzangu, tujifunze mambo ya online kwa kuwa itatusaidia, upate information itakusaidia hata kwa kazi pale pia, unaweza jua information about computer and digital skills you can work online Katibu Mkuu wa masomo ya kiufundi Joseph Njau anasema kwamba mpango huo inawiana na mpango wa serikali wa kuinua wanaoishi mashinani. Uh, we'll be able to access the digital space. Um, the team has told us they have been to 36 counties, so this is one of the counties that they've visited. So that means that the training is actually really reaching the the grassroots. And we want to encourage the team to do even more of those because digital training, uh, as I said, is very important we can have our young people have opportunities for employment even via the digital market space. Mpango huo ulioanzishwa mwaka 2019 Umekuwa ukifaidi vijana kutoka Baringo, Migori, Homa Bay na kaunti zingine. And so far we trained trained over 36 counties in Kenya, trained more than 9000 students in Kenya. The reason why that digital initiative is because we see that um the digital literacy is very important in Kenya, especially we see the digital gap between the rural area and the, the city. Vijana hawa wamefuzu na kupewa vyeti vyao tayari kwa safari ya maisha. Crispin Otieno, Runinga ya Citizen, Kisii.